Kule walipo na wale waliowatuma walipanga jambo ovu dhidi ya nchi yetu. Hakuna hata moja ambalo limetokea bahati mbaya, yote yalipangwa na wao wakiwa wamejificha kule. Wakajaribu kupenya na kupata baadhi ya vijana wetu na wakapenyeza, na baadhi ya watu wa kutoka nje wakapenyeza kutekeleza ajenda yao na lengo kuu ikiwa ni namna gani watakamata rasilimali zetu ambazo zimegundulika ndani ya nchi yetu. Wanajua Tanzania sasa hivi tunavyoongea ni nchi ya kwanza kwa Afrika kwa wingi wa madini adimu, critical minerals, uranium. Tanzania namba moja kwa Afrika na ni nchi ya tisa duniani, na haya madini sio kila nchi imepewa. Mungu katupendelea sisi, yapo hapa Wanajua watanzania wakiwa wamoja hawawezi kuyafikia, na wanajua maeneo ambavyo nchi za kiafrika unaweza kuzipata ni matatu. Eneo la kwanza, ukabila; eneo la pili, uchaguzi; eneo la tatu, udini. Wakajua kwa Tanzania kwenye ukabila hauwapati, tumeoleana mno. Hata hapa wote nyie mlioko hapa mmekaa tangu asubuhi hapa hamna hata mmoja akamuuliza aliyemwegemea ni kabila gani. Wanajua huko tulishavuka, wakahamia kwenye uchaguzi, kwenye visingizio. Unaongelea reforms, ninyi mnajua reforms zilizofanyika. Inawezekana tume haijawaambieni, kabla ya uchaguzi rais huyo alijitahidi kufanya reforms zile 4R zake. Walisema wakurugenzi wasio wasimamizi wa uchaguzi, hili alikutoka CCM, hili litoka upinzani, tena kwenye chama kikuu cha upinzani likakubalika. Mwaka huu uliopita huu mwaka, uchaguzi huu uliopita, wakurugenzi hawakusimamia uchaguzi, wamechukuliwa tena kwa interview za watu, afisa wa kawaida ambaye hana kadi ya vyama wamepelekwa wakasimamie. Wakasema kuondolewe suala la, la, la kupita bila kupingwa hili halikuwa jambo la CCM, lilitoka kwao. Mwaka huu hapa hapakuepo na issue inaitwa kupita bila kupingwa. Wanasema viongozi wa vyama vingine wanapataga shida magari ya kufanyia kampeni, kwa hiyo yeyote ambaye anamgombea urais na mgombea mwenza wapewe magari. Wagombea wa vyama vyote vilivyokuwa na ugombea urais wamepewa magari mapya, yeye na mgombea mwenza wake, ili alikutoka CCM. Wanaongelea reform zipi? Haya yote haya ni wao walipendekeza. Sasa imemalizika pale, tunaelekea uchaguzi, bado miezi mitatu mitatu, si sita, bunge livunjwe. Moja ya chama chetu kimojawapo pale wakabadilisha uongozi, anakuja moja mwingine anasema hatuendi kwenye uchaguzi mpaka tubadilishe katiba mpaka tupate mabadiliko makubwa. Mabadiliko makubwa ni haya ya katiba yaliyosalia. Sasa ninyi Watanzania kwa sababu wale jamaa wanatumiaga chaguzi kugawa mataifa, mkadhani ni uchaguzi kweli. Wenzenu walichokuwa na kipanga walikuwa wanatupeleka kwenye vita, walikuwa wanapanga wacheleweshe uchaguzi kwa, kwa, kwa akili ya kwamba tufanye kwanza mabadiliko tusogeze uchaguzi ili ikishafika Januari, ikifika Januari moja serikali ile mliochagua elfu mbili na ishirini iwe imeisha muda wake, waje na maandamano kwamba tuna serikali ambayo imevunja katiba. Ndiyo mimi, mimi nasemaga ukweli, hivyo hivyo walipanga. Wewe katiba gani? Tulijaribu miaka mitano tukashindwa, katiba gani unaweza ukaipata kwenye miezi sita? Walipanga tuingie mkenge kama nchi kwamba tuahirishe uchaguzi. uchaguzi Jambo la katiba haliahirishiwi kwenye genge tu hivi. katiba hii haiaili masharti yake ya kuibadili, someni muone, ni mpaka ninyi Watanzania ndio mpige kura hii ndio iweze kubadilika. Hatukai tu hivi, kwa sababu tuna tunaongea wetu vyama vya siasa, tunaweza tukakaa tu hivi tukasema tunasogeza uchaguzi mbele. Walijua kwamba hiyo haisogezi kwa mazungumzo ya aina hiyo, wakasema tu wakishaingia mkenge huu usogee uchaguzi Ukishasogea uki, ikipita tarehe thelathini na moja ya Desemba, hiyo serikali itakuwa haipo kikatiba, ili waitishe maandamano na nchi yetu ingie kwenye machafuko. Serikali ikasema tutaenda na walio tayari hawa, ambao hawataki kwa, kwa ridhaa yao hawakusaini fomu kwa ridhaa yao, wakasema hawashiriki, tukasema wale wanaoenda wataenda kushiriki. Sasa ukianza kusema ushindani umekuwa mdogo, sasa Yanga, kama wamekataa kwenda kwenye mashindano, Simba akakutana na akakutana na na na, na, na Singida tu. Kwa nini uwaulize waliokataa kwenda? Ndio mashindano yatakuwa mepesi kwa sababu wewe haukwenda? Ndio ndio kama kwenye mashindano Yanga akakataa, Simba kaenda, Unaanzaje kumwambia Simba umepata timu rahisi? Kwa nini haukwenda? Serikali ikasema itaenda na vile vyama ambavyo viko tayari, wakarudi nyuma sasa kwamba wanaenda. Ndio maana walipanga fujo ifanyike tarehe ishirini na tisa ili waharibu uchaguzi, ili wakishaharibu uchaguzi siku siku tano baadaye, mwezi mmoja baadaye, serikali iliyopo ionekane muda wake umeisha. Ninyi mnadanganywa uchaguzi, watu wanapanga jambo lingine la, la, la kupeleka nchi kwenye vita. Ndio maana walipanga siku ile ile. Sasa baada ya kuwa ku, kwenye kushiriki wameshindwa kukwamisha, wakataka wakwamishe kupiga kura ili nchi ikose serikali. Mnataka sisi tuwe kama wale wengine manchi yale mengine ambayo yalishakosaga serikali? Ninyi ndo mnaipenda? Mnataka Tanzania ifike huko? hayo ndo waliopanga. Ndio maana wale, ndio maana wale wanaotuma wanakubali kuingia gharama hivyo. Hizo gharama sio za kuwapenda Watanzania. Kijana moja tu wa mtaani tulikuwa tunapeana songesha hapa juzi juzi, kapewa bilioni tano ili awape vijana chupa za petroli wawashe moto nchi yao. Mwingine kapewa bilioni nne. Yule mwanaharakati yeye anasema amepewa bilioni kumi na mbili na gari ya milioni mia tano ili yawashe moto nchi yetu. Na mimi niwaambieni, mkitaka kujua kwamba jambo haikuwa uchaguzi oneni, walichokuwa wanapanga kwamba mradi kielelezo, ndoto ya baba wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na awamu ya tano ya Rais Magufuli, ikapigwapigwa na mizengwe. Magufuli akasema tutaujenga mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Watu wanakaa huko wako nje huko hawapangi hata kurudi hapa nchini Tanzania, wanasema mkachome na bwawa la Mwalimu Nyerere, kwamba hiyo ndio haki tuwape tu. Nawauliza wana mwambe pande, kwamba watu wanasema wakachome na bwawa la Mwalimu Nyerere ni haki yao tuwape tu, wakasema wakachome waka, waka na reli mradi wa ndoto ya babu wa taifa na rais Magufuli akasema ya ianze na mama Samia kwa kufunga mkanda, akatumia trilioni sita nukta tano fedha yenu nyie Watanzania ikajenga bwawa lile, akatumia takribani trilioni saba kaziweka kwenye reli fedha yenu nyie, alafu watu wanakaa huko hawana hata mpango wa kuja kurudi hapa, eti kisa wanaongea Kiswahili ndio tuone na wao ni Watanzania, wanaelekeza kwa WhatsApp. na hivi ndivyo wanavyofanyaga wale, fuatilieni historia. Siku nyingine wakinitibua nita, nitafunguka zaidi. Najua mataifa yote waliowahi kufanya mambo ya aina hii.